Karibu mtazamaji kwenye awamu ya pili ya Darubini. Serikali imeimarisha juhudi za kitaifa za kuwasajili vijana zaidi katika mradi wa NYOTA unaolenga kuwapa vijana ujuzi, mtaji wa kuanzisha biashara na uzoefu wa kazi ili waweze kujitegemea. Makatibu waliongoza juhudi za uhamasisho katika kaunti za Baringo, Kisumu, Homa Bay, Kericho, Isiolo, Uasin Gishu na Narok walitoa wito kwa vijana kutumia nafasi hiyo kusajiliwa kabla ya kipindi cha usajili kukamilika tarehe kumi na mbili mwezi huu. Mradi wa NYOTA umeanza kutekelezwa kote nchini ukilenga kuwafikia vijana sabini katika kila wadi kati ya elfu moja mia nne hamsini zilizopo, ambapo kila moja atapokea ruzuku ya shilingi elfu hamsini kusaidia kuanzisha biashara ndogo na kubuni nafasi za ajira. Katika kaunti ya Kisumu, katibu wa huduma za watoto Karen Ogola aliwahimiza vijana kujisajili kwenye mpango huo na kuweka akiba kutoka kwa marupurupu yao ya kila mwezi ya shilingi elfu sita wanapopokea mafunzo ya vitendo katika sekta za ujenzi na miundombinu. Katika so the kaunti ya Baringo, katibu wa habari, mawasiliano na teknolojia John Tanui alitoa wito kwa machifu na viongozi wa maeneo kuhamasisha vijana zaidi, akisema mpango huo unatoa nafasi za uvumbuzi na nafasi za ajira za dijitali na katika kaunti ya Homa Bay, katibu wa usalama wa taifa Raymond Omolo alisema kuwa zaidi ya vijana elfu mbili mia nane watanufaika na ruzuku ya shilingi milioni 140 kupitia sehemu ya mradi huo inayohusu msaada wa biashara the application is through a digital uh, process they need to dial star 254 hash for them to get into the Nyota program and within the Nyota program as I've explained there are several work streams and we are starting with a business support uh, work stream katika kaunti ya Kericho katibu wa kilimo Paul Rono aliongoza kampeni ya uhamasishaji katika chuo cha mafunzo ya kiufundi akisisitiza kuwa Nyota inalenga kuwawezesha vijana walio katika mazingira magumu wakiwemo walioacha kusoma. Isiolo, katibu katika wizara ya kawi Mohamed Liban alizindua mradi huo ambao unalenga vijana mia saba kutoka wadi kumi za kaunti hiyo. We have now given them from tonight up to 12 so that they'll be able now to enroll to make sure that at least we get a minimum of 70 youths and these 70 must be be 50-50 so that girls cannot be left behind and the boys can also hang together. 1,450. Katika kaunti ya Uasin Gishu katibu wa ustawi wa biashara ndogo na zile za kadri Susan Mangeni alisisitiza kujitolea kwa serikali kuwawezesha vijana akitangaza kuongezwa kwa muda wa usajili hadi tarehe kumi na mbili Oktoba. Katika kaunti ya Narok katibu wa utalii John Olotua aliwahimiza vijana kutumia fursa hii ya mpango wa NYOTA ili kukuza biashara zao na kupata ujuzi muhimu wa maisha. um, 35 Serikali itakamilisha usajili ifikapo tarehe kumi na mbili mwezi huu huku ikieleza kuwa mradi wa Nyota unaogharimu shilingi bilioni tano unalenga kuwageuza vijana kutoka watafuta ajira kuwa wanaobuni nafasi za ajira katika kaunti zote 47.